Marais hawa wawili wamekutana ikulu ya Luanda ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kurejesha amani iliyotoweka katika eneo la mashariki mwa taifa hilo. Baada ya kukamilika kwa kikao hicho ndipo rais wa Angola akathibitisha anafanya ushawishi kwa kundi la M23 kushiriki mazungumzo hayo, ambapo serikali ya DRC ipo tayari wakati wowote. Wito wa mazungumzo unakuja kipindi hiki Kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa pamoja na viongozi wa makundi mengine ya waasi wakiendelea kupata nguvu kwa kuchukua maeneo zaidi katika eneo la mashariki. Viongozi hao wamethibitisha kupokea wito huo na wanaofanyia kazi kabla ya kutoa uamuzi wa kushiriki kwenye mazungumzo hayo ama la, sababu bado hajapangiwa muda wa kufanyika kwa sasa. Kundi la M23 limeendelea kujiimarisha kwa kumiliki rasilimali kadhaa ikiwemo mgodi wa madini ya coltan yanayotumika kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Hatua ya kumiliki mgodi huo umezua hofu kwa wengi, wakiamini huenda kundi la M23 likatumia rasilimali hiyo kujijenga kiuchumi, huku wahusika wakieleza namna ambavyo shughuli zinafanyika katika eneo hilo. Hapa kuna tokaka tromarine na kasterite. Hapa kwenye tunasimama, pale ngambo kunatokaka mangano na korta, na hapa kunatoka mangano na korta. Hapa kakombe vya vile vile, ni ni kusema huku tunachimbaka tuna kasterite, tromarine, kuna kwa na makwarise eh, kuna kwa na mangano na korta

haya yanaendelea kipindi hiki ambacho serikali ya DRC ikiendelea kuimarisha doria za kijeshi katika jiji la Kinshasa, lengo likiwa ni kuweka hali ya amani na utulivu kwa wale wote ambao waliopo na shughuli ziweze kuendelea kama kawaida. Nordine Selemani, Azam News.